kodi timazuwa kuti mbiri ndi mpunzisi mbiri ndi mpunzisi takhalani pompo pamene za smart media ikupasireni nkani ya Saddam Hussein monga momwe tikuonera mu video yathuyi mkulu amene tikumuonayo ndi Saddam Hussein ndiyelelo mwansangala kumaso mwachimwemwe ndikufuna mw, ndikupasireni nkhani ya Saddam Hussein kodi mumazuwa kuti mbiri safuta ndipo izitu zilichomwechi chifukwa ndazanayo mbiri yanamalamba amene tikumuona mu mw vidioyi yemwe zina lake ndi sadamu huseni yemwe analamulira ziko la ilaki munga msogoleri wa muyaya mchizunguti timati dictator kuyambira 1979 mpaka kuchosedwa kwake mu 2003 ena munatinamvapo nkhani yokhuza sadamu huseni ena munawuzidwa hapo nkhani yokhuza mkulu ameneyi komanso ena tinawerengapo nkhani yokhuza Saddam Hussein ziwani kuti ife aza smart media tili pano kukupatsirani nkhani zopasa chidi komanso zodabwisa zimene zidachitikapo zimene zachitikapo

28 1937 mu dera lina lotchedwa ali awachi mdziko lija la iraki analowa nao jipani cha bath enaamanya kuti bahat mzaka zam'ma 1950 ndipo adakwera kwambiri ndikuziwika ku ziko lonse kufikira

kodi Mr Hussein uh, ulamuliro wawo udali wotani nanga mikangano idali yotani Saddam Hussein amaziwika kwambiri chifukwa cha ulamuliro wake wopondeleza komanso nkaza iyeyu amapondeleza anthu ambiri kupatikizapo anthu akukidishi ndi Shia ndi Huseni Huseini anayambisa nkhondo ya yapakati pa Iran ndi Iraki mzaka za 1980 kukafikira mzaka za 1988 ndi golf wa yomwe idachitika mchaka cha ja 1990 to 1991 A Huseni anaphwanya ufulu wa anthu kuphatikizapo amakhuzidwa pakagwiritsidwe ntchito ka mankhwala molakwika kapena kuti drug abuse Mr Hussein anachotsedwa pa mpando mu 2003 pa nthawi ya nkhondo ya US ndi ilaki kodi mukuziwazokuti mistar huseini amasakidwa kwambiri ndi anthu a ziko la ku ulaya kapena kuti mayiko a azungu kuphatikizirapo u U.S. koma ndi chifukwa chani mistar huseini samagwidwa Mr. Huseini sama adali ndi malo a chimsisi kapena kuti mphanga kapena kuti bowu limene Mr. Huseini adakumba ncholinga choti azibisalamu mmwemo kuti asagwidwe bowili adalipanga maukadaulo kwambili monga, monga momwe tikuonera na pachithunzi cha chathuchi tikuona bowili bowilimene Mr. Hussein amabisalamu ndi cholinga choti boma la US s lisawagwire Monga tafotokozera kuti Mr. Hussein adagwida pa December mchaka cha 2003 pa 13 December pamenepa anazengedwa mlandu ndi kuweruzidwa pa milandu yolimbana ndi anthu atapezeka olakwa pa milandu yonse adapasidwa adagamulidwa kuti aphedwe pamakako kapena kuti muchizungu hangi pa disemba 30 2006 ulamuliro ndi zochitika za sadamu huseini zidakhuza kwambiri iraki ndi middle east zomwe zidabweresa kuzunzika mikangano komanso kusakhazikika pa chuma mdziko oli munthu uyu analidi sadamu ndithu moti kuno kwathu kumalawi akazankho kupasa zina lakuti sadamu ziwakuti iweyo ukutengedwa kuti ndiwe munthu woyipisisa kwambiri amene uli ndi nkhaza amene sulabada za moyo wa munthu ndi chifo chake enano mukuzokhala nane mboni kuti anthu ena amugwizitsa ntchito zina limeneli kupereka kwa munthu amene ali ndi nkhaza kwa anthu ena mwachisanzo munthu amene amazuza mkazi wake amachedwa kuti sadamu. Munthu amene amazuza anthu omuyandikira amene amatchedwa kuti sadamu koma sizikutanthauza kuti sadamu mchichewa chake ndikuzuza anthu ai. koma kuti Saddam Hussein adali munthu woyipisisa kwambiri amene adalamulira ziko la Iraki anali ndi moyo wovuta moyo umene amazuza nawo anthu anali ndi zambiri zimene adachita zonyasa pachifukwa chimenechi chifukwa adatchuka kwambiri ziko lonse lapansi

Koma na ngakhali ziko la Malawi litapanga chinthu chosalimba koma andupochitchula chinthu chija achitchula kuti ncha China chifukwa chani China linali dziko loyamba kupanga zinthu zosalimba ndifo chake anthu amagwisa nchito zina la kuti China nkugwisa nchito ku chinthu chimene chicchosalimba kuchedwa kuti ndi China ndi chimozimozi sadamu huseini anthu amatha kutchulana kuti ndiwe sadamu ndiwe sadamu mchifukwa chonena kuti sadamu adalidi munthu woyipisisa kwambiri amene adalamulira ziko la ilagi mzaka zija za 1979 umutu ndi momwe tamalizira nkhani ya sadamu huseini mwachidule ndipo monga mwa nthawi zonse mudali ndi ine onyekwe pitirizani kuonera mavideo athu pano pa za smart media nkhani zosangalasa nkhani zophunzisa komanso nkhani zochitisa chidwi osayiwala kupanga subscribe like komanso share kuti anzanu amve nawo kuti udi, udi kuzikoku kudalinji